Naitwa Filipo Mwakibete, ni mkuu wa idara ya viwanda biashara, na uwekezaji manispaa ya Kinondoni. Nimeita ndugu waandishi wa habari, ni lengo kubwa ni kukumbushana kwenye eneo letu la Kinondoni, kwa sababu tuna tumebakiza muda mchache kufunga mwaka wa fedha wa serikali na miezi miwili kutoa mwezi wa nne. Sasa tunapokusanya kodi za serikali, mara nyingi lazima tukumbushane. Kwa hiyo nataka nikumbushe kodi kwa mapana na kwa ufupi tu kwamba e, mwezi wa nne kuanzia tarehe moja mwezi wa nne grocery zote, baa zote, maduka ya vileo pamoja na, na mank shops ambazo zinauza vinywaji wanatakiwa waanze kukata leseni ambayo inadumu kwa muda wa miezi sita kuanzia tarehe moja mwezi wa nne mpaka tarehe 30 ya mwezi wa tisa. Sasa tunakumbushana ili kuepusha usumbufu ambao wanaweza wakaupata kwa sababu, kabla tujafanya ukaguzi na operation, basi tunapenda kumwelimisha mteja kwa kumkumbusha kwamba hakikishe analipa tozo za serikali kwa mujibu wa sheria na taratibu. Lakini wahakikishe wanazingatia zile sheria na taratibu pia za kutokupiga mziki sana kwenye jamii ambayo inawazunguka, kwa sababu biashara lazima iangalie na ustawi wa watu wengine, lakini kama hatutapenda kuona barua zinakuja nyingi za watu kulalamika kuhusiana na masuala pia ya kelele. Kwa hiyo nianza na mapato. Kwa hiyo, mtu una baa una grosari yako, hakikisha huu mwezi unaanza kukimbizana kuja kulipa. Baada ya hizi wiki mbili, tutaanza sasa zoezi la kuingia mtaa kwa mtaa. Sasa si nzuri sana kuanza ku kukimbizana huko mtaani tukaona ni bora watu tu wakumbushe, kwamba sasa ni wakati wa kuja, wakati wa kuingia kwenye mfumo wa Tausi na kuomba leseni za vileo, lakini leseni pia za kawaida kwa wale watu ambao leseni zao zimeisha, za biashara za kawaida, wanatakiwa waanze kulipia mapema na wao, kwa sababu baada ya miezi kuisha, mwaka wa fedha unaoanza mpya, manake mfumo wa Tausi utakuhesabia penalty sasa mfumo utakuchukua na kukuhesabia adhabu sasa. Hatupendi kufikisha kumfikisha mteja wetu kwenye masuala ya, ya ya faini na adhabu. Tunapenda mteja wetu alipe kile anachostahili kulipa, kwa kuwa adhabu sio sehemu ya mfumo wa kibiashara. Yani adhabu maana yake unakuwa kama umekiuka taratibu, zipo kisheria kwa wale wanaokiuka. Sasa kama msimamizi wa biashara kwenye manispaa ya Kinondoni, tunapenda watu wa comply wenyewe na ndio maana kuna mfumo ambao hauonani na mtu yote ambaye yuko ofisini. Wewe una comply, sisi tunaruhusu leseni yako unaipata uliko. Kwa niombe sana watumie muda wa miezi miwili iliyobaki kuhakikisha kwamba wanamaliza vile viporo vyote. Ukiibuka mwaka wa fedha mpya alafu hujamaliza haya, unaweza ukajikuta ukapata usumbufu sana kwenye masuala mazima ya leseni. Tuna masuala ya leseni, kwenye masuala ya leseni pia kuna leseni za watu maforena nazo napenda niwakumbushe wajitahidi sana, wale walio makeateka wao wawahamasishe wa na wawaambie wa leseni inapoisha, mfumo una kaunti adhabu. Sasa si vema sana kuingia kwenye adhabu wakati muda utunao. Ukiona leseni yako imeisha, nenda kwenye mfumo wa tausi omba. Unashindwa kuomba, sisi kama ofisi tuko masaa 24 kukusaidia, utatutumia taarifa zako na vijana tumewapanga tunawatumia taarifa wanasaidia wana, wana, wana kuomba hizo leseni kwa haraka, ili kuepusha uchere, kupata uchelewevu wa leseni. Lakini leseni pia ni dokumenti halali inayompa mtu fursa mbalimbali za kibiashara, kwa wasiangalie leseni tu kama leseni, waangalie leseni kama fursa. Kwa hiyo fursa za, za leseni ni nyingi, siwezi kuzielezea leo, lakini natamani sana watu wa comply. Tax clearance ni muhimu sana, kwa sababu ni document ni document kiambata pamoja na namba yako ya NIDA na tini namba kuonyesha mnyororo wa, wa malipo yako kutoka kuanzia TRA mpaka kuja kwenye leseni. Sasa niwaombe sana wale ambao hawakuenda kukadiriwa na wao waunganishe hizo tax clearance miongoni mwa document ambazo tunaihitaji, tunai, tunai, pia kwenye maombi ya leseni. Lakini hizi document ni muhimu, lazima ziwe zinauwiana. Lakini kuna masuala mazima ya mabango ya biashara mabango ya biashara yaliyoko manispaa ya Kinondoni. Tunaomba sana, mtu ukishaweka bango lako fuata taratibu. Tuna vituo sasa hivi, tuna kanda ambazo zinatoa huduma kwa maana ya tuna kanda saba ambazo zinatoa huduma kwenye eneo. Kuna Bunju, kuna Wazo eh, kuna ikanda ya Tegeta hapo ambapo ni kibo kituo kipo, kuna Mikocheni, kuna Msasani, kuna Namanga na kuna Magomeni. Vituo vyote hivi sisi viko wazi siku sita za wiki mpaka Jumamosi, tupo tunafanya kazi hasa tumetoa tu Jumapili. Tunaomba sana watu watumie nafasi kuanzia tarehe moja mwezi huu wa nne tulioanza kwenda mpaka mwisho wa wa mwaka mwaka mwaka tarehe 30 wa mwezi wa sita. Una bango lako lipia, una leseni yako lipia. Pia tuna swala zima la service levy, ushuru wa huduma kwenye biashara zile za kawaida ambazo tunatoa leseni. Mnalipa kwa awamu nne. Maana yake tunaigawanya kwenye miezi mitatu mitatu na fedha yake ni ndogo. Kwenye mtu ana kioski chake na duka rejareja ni elfu arobaini na nane tu kwa kwa mwaka mzima, kwa watu wajitahidi walipe hizo, ili mwisho wa siku kusiwe na mwingiliano wa hizo. Na kuna wale ambao ni, wa, ni wafanyabiashara wakubwa service levy, nafikiri wanajua ni miezi mitatu mitatu. Tuwakumbushe sasa, imebaki miezi mitatu, wa 4 wa 5 na wa 6 wahakikishe wanalipa kiporo kilichobaki cha hii miezi. Lakini pia tunakumbushana kwenye wale wamiliki wa nyumba za kulala wageni tuna vitabu vya manispaa ya Kinondoni usinunue kitabu stationary. Fika Kinondoni chukua kitabu chako, jaza taarifa za mteja vizuri, ili tuje tukupigie hesabu yako kwa kila mwezi unapoisha. Sasa si vema tukaanza kutumia utaratibu wa ukaguzi, hebu anza kujikagua mwenyewe kabla sisi hatujafika kwenye swala zima la ukaguzi. Tukianza kukaguana tunafika mara, tutasema ah tumeonewa, lakini kitu ambacho wewe ulitakiwa comply mapema mimi kama mkuu wa idara ya viwanda biashara na uwekezaji nasisitiza hili kwa sababu tunahitaji watanzania wafike mahali wa, wa, wa enjoy kulipa kodi, walipe kodi kama sehemu ya maisha yao na kama sehemu ya, sehemu ya biashara, kwa sababu kodi ni, ni, ni, ni sehemu ya biashara, sehemu ya mtaji na biashara ni kodi. Kwa unapopata faida kupitia mtaji, basi kile ambacho umekipata basi unalipa na hizo tozo za serikali, lakini tuna masuala mazima ya ya masokoni. Niombe sana wafanyabiashara wa masoko wadai risiti kila pale wana, wale watoza ushuru wanapofika, wasiruhusu mtu kutokuwapa risiti kwenye masoko. Ushuru unatakiwa ulipwe kwa mujibu wa sheria na taratibu, na risiti zinatolewa na post machine kwa kila mtu ambaye yuko kwenye eneo lake la soko husika. Hakikisha anatoa anadai, dai risiti na kupewa risiti. Tutakapoingia hapo kwenye ukaguzi kwenye hayo maeneo, tutapenda sana kila mtu awe na uniform ya risiti, kwa hiyo na pia tuna masuala mazima ya frame za biashara yoyote. Unajua kabisa frame ya biashara hujalipia, mikataba ipo, tunaendelea kuisign na kuijaza kwenye mifumo. Lipia kwa mujibu wa taratibu, kodi zetu ni ndogo sana, nafikiri wengi wanafahamu frame zetu za biashara tunavozipangisha za kwenye masoko na maeneo mengine. Changamkieni hii fursa kabla watu watujaanza kupeana mikataba ya kuondoana kwenye hizo frame, kwa sababu tutakapofika sehemu tunaanza kuondoana kwenye frame za biashara hai unguana, uunguana ni wewe kulipa kodi. Lipa kodi ya serikali, endelea kufanyia biashara eneo lako bila kuwa na bughudha yoyote, na hiyo ndo misingi ya biashara. Kwa sababu unaoacha kwenye biashara wakapata ule usumbufu, maana yake tafsiri hata kwa mteja unayemhudumia inakuja kwamba huyu mtu ni msumbufu hata kulipa vitu vya serikali, kitu ambacho sisi hatupendi tufike huko. Tunatamani kila mtu afanye kulingana na na utaratibu, na kuna watu wanaojenga vibali Vibali vya ujenzi. Mtu anasimamisha tu jengo lake halina vibali vya ujenzi vya vya, vya manispaa ya Kinondoni tukikuta unaendelea na shughuli za ujenzi hauja hujakata kibali tutakufungia. Sasa si vema umeweka simenti yako hapo mchanga wako alafu tunakuja huna kibali tunasema mfundi asimame. Uunguana ni kukamilisha zile taratibu, vibali viko wazi, wa maengineer wapo kwa ajili ya kuvitoa kwenye vituo vyetu vya mapato ambavyo ni kanda zile za mapato. Sasa, e, nitoe wito kwa Watanzania wanaotaka kuanzisha e, ujenzi wao kwenye manispaa ya Kinondoni, basi vibali vya ujenzi ni muhimu sana wavizingatie. Parking, jitahidi ni wamiliki wa, wa magari kuswap parking. Unapofika mahali umepaki gari yako hakikisha unakutana una una na wale wanaokusanya wanakupa hiyo risiti yako, unaendelea na taratibu kuepuka usumbufu. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa na dharura ya safari ya haraka, lakini unasimamishwa kwa sababu ya parking. Niombe sana tufike mahala tulipe kodi kwa mujibu wa sheria na taratibu na tuzingatie muda tunaokubaliana. Sasa tutakapofika wakati tunaona kuko kimya e, tutaingia mtaa kwa mtaa. Sasa si nzuri sana kutumia operation za ukaguzi na nini, tunataka mfanye biashara kwenye eneo la Kinondoni kwa utulivu, kila mtu aendelee kufanya biashara bila kuwa na buguza yoyote na wakumbusha na kuwapa elimu kamilisha taratibu ili uendelee na shughuli zako bila kuona shida. Pia kuonana na maafisa kila wakati e, haimaanishi ndio ufanyaji wa kazi. Tunataka maafisa wafike mara waje kwa kwenye ofisi yako kunywa hata soda basi, lakini isiwe tafsiri ya kusema, bwana, lazima tuje tuangalie duka lako, mbona alijakamilisha hili alijakamilisha hili. Naamini sheria za biashara ziko wazi na wadau wafanyabiashara wa jumla wanazipitia na wanaziona. Kwa hiyo baada ya kusema, ndugu waandishi niendelee kusisitiza mapato haya ni kwa ajili ya mustakabali na ustawi wa jamii yetu ya Kinondoni na taifa kwa ujumla wake. Hii kodi ni ya serikali, na niwaombe sana watu wakimbizane, ambao wanafungua biashara mpya wakachukue tini TRA, na wapitie hizo tini kwa ajili ya kuunganisha na masuala ya leseni. Vitu hivi vinaenda pamoja. Sisi ni, ni familia moja, tunafanya kazi kama familia. Sasa sitegemee mtu anafungua biashara afu haina tini namba hii si sawa. Fungua biashara iwe na tin na hiyo tin iwe na tax clearance, pamoja na leseni dokumenti, zikiwa pale ofisini kwako, kwa kweli utakuwa na utulivu. Hizi guest, nyumba za kulala wageni, ni muhimu kuandika wageni na ni muhimu kuwa na leseni pia na zenyewe. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana kwa kuwa muda wenu, lakini niombe sana pia ndugu waandishi, popote mnapokuwa muwe mabalozi kwenye masuala ya kijamii pamoja na biashara kwa sababu E, nyie ni ni, ni, ni daraja kati ya jamii na serikali, ni daraja kati ya wananchi na sisi. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana, tuendelee kupeana elimu ili, ili mwisho wa siku tufike wat, Watanzania tukae kwenye track, tuweze kuishi bila kuona changamoto za ukaguzi na nini, ili mwisho wa siku kila mtu afanya kipande chake na shughuli zake ziendelee bila kuwa na, na, na, na bughudha yoyote e, niseme, karibu sana kwa manispaa ya Kinondoni kwenye masuala ya uwekezaji pia na masuala mengine ya kibiashara. Karibuni sana.